Silesi nilikuwa nazo kibao, ila leo kidogo silesi zangu zimepungua, kwa kipozeo cha leo hichi cha kuwapiga wao watoto kidogo. Na una alhamdulillah, umesema umemkubali mutale hapa. Yani leo nimemuona mwanangu kwa kweli kajitahidi, sema bahati alikuwa ana ila. Nitamchukua nimpeleke kwa mwamposa akamwombea, maana kazidi kudondoka, e, kudondoka dondoka sana. Kwa hiyo nitafanya mpango hmm, nimtafute nimchukue nimpeleke kwa ateba kwa mwamposa akenda kuombewa ataweza yule nanavyozunguka zunguka, zunguka. Eh. Akienda kwa mwamposa kuzunguka yote itaisha. Ni choi maombi tu. Tumalizie kitu kimoja, Maboko, neno lako kwa wanayanga wote kuelekea dabi inaokuja tarehe japangwa, anataka kuambia nini wanayanga? Nataka kuambia wasiogope waje, na kama mazoezi tutaka, tutataka kufanya tena kama tulivyofanya tipu hii, wasituzuie na kama tulivyofanya tipu hii. Wasituzuie kwa sababu wakituzuia tu tunajua wanatuogopa tena. Watuwache tufanye mazoezi tuchapane nao, na kichapo anacho bakora, bado zinawasubiri haraka haraka, eh. eh. Maboko, kwa kwa ile yanga sasa hivi, Nikitaja kuna wachai wengi wataya mimi, endapo ikija iki, uh, ikipangwa bodi ya ligi tarehe ya kucheza hiyo mechi ya dabi, ni kwamba mtaenda kufanya mazoezi kama vile mpanda usiku mtaenda na magari ya BMW. Kwani sisi tulienda usiku hatujaenda usiku, hatujaenda hey. Na magari ile, nikuambieni, mida ile waliofika ilikuwa ni foreni barabarani ndio ah, laki... iliyowachelewesha kufika saa moja hey. Lakini hawakupanga kwenda muda huo, siku ile ilikuwa ni siku ya foreni ya magari barabarani. Sasa hata wamekuja kuona ma BMW. Sijui wameona gari gani, o mara tumeona mbuzi, tumeona kondoo tumeona mbwa. Sasa mi nawambia kama waliona tuna mbuzi, wangewachukua wale mbuzi, wawachinje wale supu. Si wamezoea kula supu wale? Sasa wangewachukua mbuzi, wangewachinja wale supu. Sasa wanaona mbuzi, kwa nini wasiwachukue wa eh? Umeona mbuzi, mimi hata mimi niende sehemu eti mtu anijie na kuku au mbuzi aje naye pale nilipo mimi, namchukua sasa wao kwa nini hawakumchukua yule mbuzi au kondoo? Ni waongo waoga, waliogopa kumbe. Mbuzi hazikuwepo pale, kulikuwa hamna mbuzi, hamna kondoo wala hamna kuku, wala BM ilikuwa inapita njia, uoga wao anapita njia natoka Morogoro ilikuwa inapita njia tu, yani ile ilikuwa ya Lindi ile, sasa inaondoka kwenda kupandisha abiria, hata wao kuiona. Wao wamekuja na BM, wamekuja na wazee wazee. Hao tumewatoa wapi sisi? Timu yetu haina wazee. Wamevaa kanzu, labda wanaenda kuswali, labda wanaenda kuswali. Nani alomkimbia Yanga Yanga ndo kakimbia kwa sababu yesi ndo kazuia uwanja, kwa hiyo alikimbia nani? Sia tukukimbia sisi, tulienda fanya mazoezi zetu tucheze mechi, wao wametukataza, ndo wamekimbia babu. Hiyo kakimbia Yanga nakwambia, Simba stosa sio kweli, Simba amkimbii. Ah, so mtu <laughs> wao waliona lini Simba anamkimbia binadamu Simba ulimuona anamkimbia binadamu? Ndo kwanza an an Africans, alifika anam... anamkamata, anamtafuna ndo kamata anamtafuna wao ndo walio ye kafika ye kafika kwa matakwa yake aliyoyataka mwenyewe ndo kafika, lakini sio kwa muda wa mechi menielewa babu. Tuma salamu kwa wapinzani wangu Afrika. Na tuma salamu wakae kichapo kipo pale pale. Eh, si wanahangaika wanahangaika hasa Bunju wamefuata nini kama sio kuangaika, wanatapatapa yani, wako hivi wana angaika hangaika. ila salamu zao ndo kichapo kinawasubiri baa. Yaani silesi nilikuwa nazo kibao, ila leo kidogo silesi zangu zimepungua kwa kipozeo cha leo ichi cha kuwapiga wao watoto kidogo, na una alhamdulillah. Umesema umemkubali Mutale hapa. Yaani leo nimemuona mwanangu kwa kweli kajitahidi, sema bahati alikuwa ana ila, nitamchukua nimpeleke kwa Mwamposa akamwombea maana kazidi kudondoka dondoka E, kazidi kudondoka dondoka sana. Kwa hiyo nitafanya mpango mm, nimtafute nimchukue nimpeleke kwa Mamposa akaenda kuombewa ataweza yule. Wewe unamwona anavyozunguka zunguka, zunguka. E... akaenda kwa Mamposa kuzunguka yote itaisha maombi tu. E, maombi tumalizie kitu kimoja Maboko e, neno lako kwa wanayanga wote kuelekea dabi inaokuja tarehe japangwa, watakuambia kuambia nini wanayanga, nataka kuambia wasiogope, waje na kama mazoezi tutaka, tutataka kufanya tena kama tulivyofanya tipu hii. wasituzuie kama tulivyofanya tipu hii. Wasituzuie kwa sababu wakituzuia tu tunajua wanatuogopa tena, watuwache tufanye mazoezi tuchapane nao na kichapo anacho bakora, bado zinawasubiri haraka haraka. Maboko kwa ile yanga sahihi eh. eh. Nikitaja kuna wachai wengi Mba. Mimi endapo ikija ikipangwa uh, iki bodi ya ligi tarehe ya kucheza hiyo mechi ya dabi, ni kwamba mtaenda kufanya mazoezi kama vile mpenda usiku mtaenda na magari ya BMW. Kwani sisi tulienda usiku, hatujaenda usiku, hatujaenda na magari ile. Nikuambieni, mida ile waliofika ilikuwa ni foreni barabarani ndio ah, laki... iliyowachelewesha kufika saa moja eh. Lakini hawakupanga kwenda muda huo, siku ile ilikuwa ni siku ya foreni ya magari barabarani. Sasa hata wamekuja kuona ma BMW. Sijui wameona gari gani? o mara tumeona mbuzi, tumeona kondoo Tumeona mbwa. Sasa mi nawambia, kama waliona tuna mbuzi, wangewachukua wale mbuzi wawachinje wale supu. Si wamezoea kula supu wale? Sasa wangewachukua mbuzi, wangewachinja wale supu. Sasa wanaona mbuzi, kwa nini wasiwachukue eh? Wa umeona mbuzi? Mimi hata mimi niende sehemu eti mtu anijie na kuku au mbuzi, aje naye pale nilipo mimi, namchukua wakumchukua yule mbuzi au kondoo ni waongo, waoga, waliogopa. Kumbe mbuzi hazikuwepo pale, kulikuwa amna mbuzi, amna kondoo wala hamna kuku wala biemu ilikuwa inapita njia, uoga wao ilikuwa inapita njia natoka Morogoro, ilikuwa inapita njia tu. Yani ile ilikuwa ya Lindi ile, sasa inaondoka kwenda kupandisha abiria. Hata wao kuiona, wamekuja na BM, wamekuja na wazee wazee. Hao tumewatoa wapi sisi? Timu yetu haina wazee, wamevaa kanzu, labda wanaenda kuswali, labda wanaenda kuswali. Yanga na Simba, nani alomkimbia mwenzake? Yanga Yanga ndo kakimbia kwa sababu Yesi ndo kazuia uwanja. Kwa hiyo alikimbia nani? mm. Sia tukukimbia sisi, tulienda fanya mazoezi tucheze mechi, wao wametukataza, ndo wamekimbia babu. Hiyo kakimbia Yanga, nakwambia sio kweli. Simba amkimbii ah, so, kwe. mtu <muchimbia> wao waliona lini Simba anamkimbia binadamu? Simba, Simba ulimuona anamkimbia binadamu? Ndo kamata anamtafuna kafika kwa matakwa wow, walio... wow. yake aliyoyataka mwenyewe mm ndo kafika , lakini sio kwa muda wa mechi menielewa, babu. tuma salamu kwa wapinzani wa Afrika. Na natuma salamu wakae kichapo, kipo pale pale, wafuata hadi Bunjo akimka kimbia. Eh, si wanaangaika mm. wanaangaika hasa. Bunjo wamefuata nini kama sio kuangaika kwa ajili ya mechi? Wanatapatapa yani, wako hivi wana angaika angaika, ila salamu zao ndo kichapo kinawasubiri babu. Nakushukuru sana mama. Haya shaa. Yanga na Simba, nani alomkimbia mwenzake yanga Yanga ndo kakimbia kwa sababu yesi ndo kazuia uwanja. Kwa hiyo alikimbia nani? mm. sio tukukimbia sisi, tulienda sanyama zetu tucheze mechi, wao wametukataza, ndo wamekimbia babu. Hiyo kakimbia yanga nakwambia, sio kweli, Simba amkimbii. ah, so, kwe. mtu <gibia> wao lionalini Simba anamkimbia binadamu? Simba, Simba ulimuona anamkimbia binadamu? Ndokamata anamtafuna, wao ndo walio Ye kafika ye ye kafika kwa, kwa matakwa yake aliyoyataka ya mwenyewe ndo kafika, lakini sio kwa mda wa mechi. Menielewa babu, natuma salamu kwa wapinzani wa Afrika salamu, wakae kichapo kipo pale pale wa e, si wanahangaika wanahangaika hasa hmm. wana bunjo wamefuata nini kama sio kuhangaika, ya wanatapatapa wa wa yani wako hivi wana hangaika hangaika, ila salamu zao ndo kichapo kinawasubiri babu. Nakushukuru sana mama. Haya shaa.